Naita ya, naitwa Jamila Ahmed na mke wa Belai Musa au kwa jina la Banjo. Ukweli tumepokea hizi taarifa kwa kusikitika sana, kwa sababu mume wangu amezulumiwa uhai wake, amezulumiwa haki zake za msingi, kwa sababu tu, hata kama ni kosa, hata kama alikuwa anakosa, angeweza kufikishwa kwenye kwenye ngazi za sheria akapata aka, aka, aka ambacho kinamstahiki lakini, leo ameua kikatibu sana, wamemdhulumu uhai wake. Kwa kweli, si hatuna cha kusema zaidi ya kuomba serikali itusaidie, Mama Samia, kwa sababu ni mama mwenye huruma, najua lazima utafuatilia hili jambo. Tunaomba msaada kwa kweli, kwa sababu sisi hatuna cha kusema zaidi hicho. Siku ya mwisho nilikuwa ni tarehe kumi na mbili na alisema tu kwamba anaenda jimu, na ni kweli alienda jimu baada ya hapo kufika siku tatu Musa akampigia akapatikana. Kwa sasa sisi tukajua tu, labda mtu ni sachaje mzima au ni kipi, kwa sababu simu nyingine ilikuwa inaita, tukasema atakuja kupiga, lakini cha kushangaza tukaona kimya mpaka kumekucha, ajarudi. Kwa sababu alikuwa hana hiyo tabia, alikuwa ni mtu tu ana swali ani muda wa mazoezi ukiisha anarudi nyumbani kwao. Ndo tukaanza kuona ni tofauti kwa hiyo ndo tukaanza kumuulizia, tukaona hili jambo bwana ni serious. Tukaenda polisi, polisi wakatuambia wanafuatilia. Ndo hivyo tuka tunafuatilia mwisho wa siku tukaona tuka, tu sasa kama amna kitu kinachoendelea, tukasema tu tutoe kwenye yani, tupaze tu, sauti kwenye mitandao. Na kweli tunamshukuru Mungu baada tu kuposti kwenye mitandao usiku kesho yake tu asubuhi tukapigiwa usiku, kwanza tukapigiwa simu usiku tukaambiwa kwamba kuna mtu ameonekana huko maeneo ya Kondoa huko Beleko. Kwa hiyo ndo watoto wakatoka wakaenda wakamfatilia, lakini kwa kweli wakamkuta ni yeye, wakamkuta ni yeye tayari ameshafariki amesha, uh, hivyo. labda yeye alikuwa anafanya kazi gani? yeye ni mfanyabiashara wa madini madini ya tafanaiti merevaniaugoi othajawai hajawahi hajawahi banjoni mtu wa watu Abdullahi anagata shida na mtu hajawahi kuniambia, kwa kweli hajawahi kuniambia, hajawahi kuniambia kwa kweli. Na hata hiyo siku aliposikia askari kama kuna watu wanamtafuta alienda mwenyewe kituoni. Sasa kama alikuwa kuenda, kuuliza, kuhuliza na tatizo asingeweza kwenda mwenyewe kituoni kuuliza kuna tatizo gani, na wakamwambia kwamba hamna tatizo kwa jinsi kifo kilivyotokea tu, tunao mashaka tu mengi, na ndio maana tunaomba serikali, kwa sababu serikali ndio ina mkono mrefu.